Takribani mtu mmoja ameuawa na kujeruhiwa katika shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani iliyofanyika usiku kucha huko Moscow na eneo la mji mkuu, maafisa wa eneo hilo wamesema. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti kuwa kwa ujumla ndege 337 za Ukraine zilizuiwa au kuharibiwa usiku kucha katika mkoa wa Moscow na mikoa mingine tisa ya Urusi. Ukraine haijatoa maoni wala haijatoa maelezo yoyote kufuatia sakata hilo, ambapo inakuja saa chache kabla ya mkutano uliopangwa kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine leo, kufuatia mzozo wa hivi karibuni ambao ulitokea kati ya Rais Trump na Rais Zelenski katika ikulu ya White House. Hili linaonekana kuwa shambulio kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani ambazo Ukraine imeanzisha hadi sasa ndani ya karibu na Moscow. Inahusisha drones kadhaa ambazo zilitumwa na baadhi yao kulenga maeneo ya makazi. Viwanja vinne vya ndege vya Moscow vililazimika kufungwa kwa muda, ambapo meya wa Moscow amesema ulinzi wa anga wa Urusi uligundua zaidi ya ndege sitini zisizo na rubani walipokuwa wakikaribia mji mkuu.